Kuna msemaji mmoja wa timu moja ya Tanzania jana alikuwa anahojiwa na kitu kimoja hivi, msemaji mm, wa kike hey, ambia, ambia. Kasema anashukuru timu yake imeanza msimu vizuri kwa kuto kupoteza mechi mechi, tumesali wakaambia, em ambaye ajui hesabu za timu mpira, so, timu yake ni matajiri mapato, lakini ndio kuna mwaka alianza na mwaka juzi eh, sifungwa na goli ngapi? Zile Faisal anapiga goli tatu zile ndio. Sasa hizi timu yao ni matajiri wa kusema kodi. Eh, yeye akasema kwamba wameanza vizuri, wamedraw mechi mbili, kwa hiyo kwenye malengo yao asema sema nini, wako vizuri, hajui kwa yani, kwenye kwenye alama sita, kwa anapata mbili, wamedondosha nne, ila wako sawa, wako sawa, wameanza vizuri, malengo ni nini? Sasa malengo ni kuhakikisha unapata nafasi za kimataifa msimu, ajue hesabu ya mpira ilivyo, draw mbili na kufungwa mara moja, bola ufunge mara moja ushinde mara moja, ni msemaji ukumbuke.